Nimekutana bwana na mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa Paul Chacha. Kabla mechi haijaanza, pale jukwani, aliniita tukasalimiana, na maneno yake niambia, ilikuwa ni maneno machache tu. Aliniambia kwanza, mdogo wangu, nakupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ndani ya mkoa wa Tabora, kazi ya kuhakikisha mkoa umepata hamasa kubwa ya kimichezo. Umefanya vitu vingi ambavyo hatujawahi kuviona vikifanyika, timu nyingi zikija hapa, haya timu yao haijawahi kufanya Tumeweza kumobilize watu wengi kwenye matukio tofauti tofauti, kwa hiyo ameona impact ya uwepo wa mwenyekiti wa wasemaji hapa na amenipongeza kwa hilo. La pili amenipongeza kwa namna ambavyo tumefanya hamasa nzuri, uwanja umejaa kweli kweli. Yote yaliyotokea ni mambo ya kimpira tu, wewe umechagiza. Mwisho wa siku mechi imalizika, meondoka na ushindi, maisha mengine yanaendelea. Masaa ishirini na nane niliwaambia, masaa ishirini na nane ni masaa masa ambayo alitolewa na comedian. Eh, kwa, lakini akasema kesho tutamtafuta kwa hiyo. Yule dada eh, niwaambieni, ni comedian natoka siku ya kwanza, nilikuwa nawambia mimi kwa level yangu, hmm, siwezi kuingia kwenye mjadala na old version namna hilo. Ile ni type ya zamani, yaani sasa hivi dunia kama ipo kwenye flat screen, unamrudisha mtu kwenye TV ya chogo. Sasa mimi kwa hadhi yangu natazama flat screen nianze kujadiliana TV ya chogo kweli? Hizo sio level zangu. Eh, amezungumza nimesema. E, yani yule kama Tabora wakiandaa Tabora cheka festival e, anaweza kupanda akachekesha watu wakapata hela, lakini kwenye masuala hayo ya kutoa amri masaa 24 na nini, masaa si yameisha? Chuma sinipo hapa e. Sina dunda e. Sina afya njema e. siniko na nuru e. Sasa masaa 24 yapi lazungumza?